Baada ya kufika nyumbani kwangu siku ule, uh, kufungua mlango marake kwanza, ufunguo niliukuta kwa jirani yangu. Mke wangu aliacha ufunguo kwa jirani yangu mama Jimi, na ye mwenyewe mke wangu alinitumia message akaniambia, bwana, nenda kachukua ufunguo, upo kwa mama Jimi. Nikaenda nikachukua ufunguo kwa mama Jimi, maana message alinitumia baada mchana, mida ya saa ilikuwa saa sa mbili usiku kwao, nilienda nikachukua ufunguo pale, kuja kufungua nikaingia ndani, nikafungia mbwa wangu, maana mimi mi na mbwa hapa napenda kufuga mbwa. Nikaingia ndani nilichokutana nacho nilishangaa sana, yaani mno, nilishangaa nikasikitika sana, maana nilikuta hakuna kitu hata kimoja Mke wangu vitu vyote kasomba kila kitu kasomba vyote, yani amna ndani, hata shuka, vikombe, themosi nini, yani vyote. Ili kujua mengi na kwa undani zaidi, usikose kuangalia GLOBAL TV ONLINE, jinsi Emmanuel Mbasha alivyofunguka na jambo hili.